Tunahitaji upinzani wenye nguvu ili iweze kuichallenge Chama cha Mapinduzi, kwa sababu tukiwa na upinzani wenye nguvu, Chama cha Mapinduzi kinakuwa na nguvu zaidi. Tukiwa na upinzani ulio ulio dhaifu, Chama cha Mapinduzi kinaweza kujisahau mm. Ndio maana kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais ya miaka arobaini na nane ya CCM alisema kwamba Eh, tusi kuna alizungumza lakini kuhusu mafanikio ya CCM ndani ya miaka 48, na nini, lakini akasema eh, tusiwe na kiburi cha kuwabeza wapinzani wetu hmm, lakini pia tusiingiwe na pepo la kuwaogopa hmm. Ile kauli ni kubwa sana, kwamba tunahitaji upinzani wenye nguvu ambao utatuchallenge katika utawala wetu, kwa sababu pia sio wote walioko ndani ya CCM ni malaika. Jicho la kuona wabovu na mafisadi ndani ya CCM linaweza likawa linatoka upinzani. Kwa hiyo upinzani una umuhimu sana wa kusaidia CCM katika kuimarika, lakini pia kukiwa na upinzani usio na nguvu, hali ya upinzani inaweza kuhamia CCM siunanipata wao wenyewe hali hiyo ilitokea mwaka elfu mbili na kipindi cha elfu mbili kumi na tano mpaka elfu mbili na ishirini unaweza kuona ndani ya chama kulikuwa kuna upinzani